Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Baadhi ya maeneo katika vijiji vya Sango, Shia, Mdawi na Kisaseni katika kata ya Kimochi yana uhaba mkubwa sana wa maji. Je, serikali ina mikakati gani kupeleka maji katika maeneo haya? Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana na namshukuru sana Profesa Ndakidemi mbunge Moshi uh, vijijini. Lakini Mheshimiwa Spika, lazima niseme jambo moja hapa kwamba kata ya Kimochi serikali iliweka miundombinu na kwa bahati mbaya wananchi wa kata hii ya Kimochi walihujumu miundombinu hii. Mheshimiwa Spika, ni kweli kabisa Mheshimiwa mbunge aliomba fedha na serikali tumeshatoa milioni 983 na Mheshimiwa mbunge ameshaomba nyingine tena milioni nne, lakini naomba tutoe a, maelekezo kwa wasimamizi wote wa vyanzo hii na miundombinu. Wananchi wapewa elimu ya kutosha ili wasiendelee kuharibu miundombinu. Ni fedha ambazo ni za walipa kodi ambazo tunaamini kwamba wakisimamia hizi fedha zingeenda kufanya kazi nyingine. Mheshimiwa spika, serikali tuko tayari kuendelea kushirikiana na wananchi wa Moshi vijijini. Asante sana, sana.